Ha, ni Dar es Salaam. Huyu ni Mzee Rashidi Marapanje, mzaliwa wa Lindi. Mzee Rashidi Marapanje amepatwa na ulemavu wa miguu yote miwili, lakini hachoki kutafuta kwani kutoka Lindi hadi kufika hapa katika jiji la harakati, jiji la mihangaiko, yani Dar es Salaam, yako mengi mazito na makubwa kweli kweli ambayo mzee Rashidi Marapanje anapitia. Karibu sana katika mwendelezo wa ripoti kamili kutoka mtazamaji wa Families Media kutoka mkoani Morogoro mpaka hapa Dar es Salaam, Tandika, maeneo ya Azimio, kuja kukutana na mzee Rashidi Marapanje ambaye ana matatizo ya miguu, na hapa nipo naye tuweze kumsikiliza mawili matatu, matatizo ambayo yanamsibu kwa kipindi kirefu. Jina langu ni Sabitina Ali, nyuma ya kamera yupo Gervas Machako. Karibu. Mimi maisha yangu nimezaliwa vijijini huko mkoa wa Lindi wilaya ya Kilwa Kijiji na Kiu tarafa na Njirinji ndio nilikozaliwa. Nilizaliwa mwaka elfu moja na mia tisa mwaka hamsini sehivi na mwaka kama sabini na sita hivi, lakini toka hapo nikawahi kusoma shule. Nilifanya shule sitini na sita nikafanya mtihani wa darasa la nne. Kwa hivyo sikuwahi kuendelea. Kwa hivyo kaiji naishi na maisha ya vijijini. Kwa hivyo nikabahatika tu kuja sabina nane sabina thamanina saba, nikaja huku kuja kutafuta bia, ii biaskeli. Kwa bahati nikapata. Kwa hivyo hali ikawa tulikuwa kuna kampuni moja ya Mohamed Enterprise ilikuwa pale, tunafanya thamanina saba tulikuwa tunafanya shughuli ndogo ndogo pale lakini baada ya hapo ikawa akatoondoa ikawa, basi tunatangatanga tu kuombaomba tu hapa na hapa, napata mahitaji kidogo sawa. so, kabla hujaendelea kutuelezea historia yako, uh, ulizaliwa katika hali hii ya ulemavu ama hali hii imekukuta ukubwani? Uh, mimi kwa bahati nzuri nilitembea baada ya miaka mitatu, nilitembea lakini hapo baada ya hapo ikawa, polio naijua, kwa hivyo ndo ikanikuta ugonjwa wa polio kwa hivyo ambayo viungo vyote kwa ambao kina kiuno ki tu ambao kinafanya kazi naona, lakini viungo vingine vi, vi vinakuwa vmshaa, lakini miguu mikono mikono inakuwa vizuri, basi inaendelea mpaka ukubwani. Sasa hivi hiyo ulemavu sio wa kuanguka waku, wakuanguka au kufanyaje? Ni polio. Ugonjwa wa polio ndio uliomfanya kupata ulemavu wa mguu. Alianza kutembea na alipofikisha miaka mitatu hakubahatika kutembea tena. Kwa hiyo ina maana kuanzia chini hauhisi chochote, ila juu ndo unakuwa na hisia hapa, eh juu hapa, kuanzia chini. Kwa mfano uwezo ambao, kwa mfano naweza nikafanya hivi, naona naona, lakini kusema kufanya hivi, kutembea hapo, kufanya hivi hakuna. Hiyo hapa imekataa kwa sababu hii miguu hapa haifanyi kazi, naona, haifanyi kazi aina ana sulingi ya, ku, ya, ku, ya kuvuta mi, michuzi, misuli kwa hivyo ikawa ndo hivi hakuna jinsi tena tukiendelea. Ah, sana historia yako, wazazi wako walipambana vipi kuhakikisha unatoka katika hali hii? Hey, walipambana, najua mambo ya zamani kwamba pengine kwenda kwa waganga, pengine kawa miloga milogwa milogwe. Well, kumbe polio mm. Polio ndo ina, ina matatizo mpaka sasa hivi ambao walemavu wa polio wengi kuliko sasa hivi, wale walemavu ambao wa kuwajali ni wengi, lakini wa polio si mzuri. Eh, maana polio utaona tu hali zao kutambaa kama nilivyotambaa, kuna wengine kutambaji wao unaona wanasota tu wengine, na tumbo wengine na kiuno nini lakini kaendelea hivyo ikaendelea mpaka nikapata nika utambaji kama wa mbuzi mzee. Um, Rashidi Marapanje, una familia? Mimi na watoto wawili, mmoja wa kwanza nimepata themani na tano na mmoja nimepata tisini na nane eneo hili naona, lakini hao wote wako kijijini huko hapa awaponikaa nao kiali sehemu nzuri. Huyu wa themanini na tano ni mkubwa naona, na huyu wa tisini na nane ambao ni mkubwa, aliwahi kufaulu shule, lakini ikawa hakuendelea, wakamfanya amejitakia mwenyewe akapata mimba naona. Kwa hivyo na wajukuu watatu, mbali na changamoto yake hiyo kubwa anayopitia lakini alitoka kwao mkoa wa Lindi mnamo mwaka 1987 na kufika katika jiji hili la mihangaiko, jiji la harakati lite Dar es Salaam. Yote kwa yote ni kutafuta chochote kitu, maana hali yake ya kiuchumi sio nzuri. Sawa, ni kitu gani ambacho kilikufanya kutoka kijijini kuja Dar es Salaam, katika jiji hili la harakati? Mm. hiyo samana ngapi nilitoka kwa sababu ya nini? Kwanza nilikuwa kutafuta kifaa. Miaka hiyo ndio chanzo kubwa sana nikaja. Kwa sababu kuna mwaka fulani nilikuja huko samana ngapi nikapata kuna biashara fulani ilichukua ya ninunua ni, nyuzi za wakati wa koloni, kolon, nini wakati wa Nyerere, kuchukua nyuzi za kuchonea. Hata nilimpa mtu kwenda kuuza ile nyuzi ile, akaniambia nimekamatwa na polisi. Naona sikupata nikasema, nikasema hii tabu ya afadhali kuna nini basi, nikaja huku kutafuta. Basi kwa ustawi nikaenda, nikaenda ustawi wa jamii, naona wakanunua hiyo. Basi ya kwanza themanini na saba, ni bei ya yako kukutapeli hey. news shilingi elfu sita na mia tano wakati, kwa kilichokufanya kutoka kijijini kuja Dar es Salaam ni baada ya rafiki na kuja kupambana mwenyewe Dar es Salaam. Kama ningekuwa na, na usafiri mwenyewe ningekwenda kule mjini ningetambaza, ninge, ninge mwenyewe ningesambaza lakini nilimpa yule kijana bwana, kauza huko, akanambia nimekamatwa na polisi. Na wakati ule wa wakati wa Nyerere vitu kama hivyo vilikuwa, ukionekana kwana unashikwa umevipata wapi. Na mimi mwaka huo samana ngapi kabla nini basikeli nikuja huku, naona ndo nikapata nika, nika, nika hivyo. Kuna jamaa moja wakati eh, huo, shinga mia mbili unapata una, una mia mbili kubwa kwenye samana sita ugumu uh, unaopata kutoka hapa. Kwa mfano kama hiki chombo ninacho kidogo, naweza nikajivuta, nikafika hata mjini, naweza nikafika kwa kutumia chombo hiki, ni sawa. Lakini kuna kuna zile changamoto ndogo ndogo barabarani, kama labda gari na kupush, hazijakukutokea? Hizi zimetokea, ah, zaidi ya mara tano. A mm. Eh, mara tano hizo, elfu mm. mbili na kumi na sita, ili, ili. Nichipushi nye bodaboda kafika paa kwenye ntalo hii skikavunjika, naona hiyo msukusuko wa bodaboda ni kama mara nne au mara tano, naona nimepata, lakini bahati nzuri kwamba bado siku hey. Neno lako moja kwa wale wazazi ambao wanaona watoto wao wanaugua ugonjwa wa polio lakini hawalichukuli manani Eh, kwa sasa hivi kwa sababu ugonjwa wa polio mpaka leo upo hupo. Unaona wanaita mudonge dege dege. Eh, bahati mbaya kwamba dege dege hilo si watoto tu, hata wakubwa wengine wakiwapata, unaona huenda wengine wanaishia ndani tu. Hata mama mwenye nyumba yangu ilipata ugonjwa, wanasema dege dege, na kile polio wanaita hivi. Alianguka hapa. Tumeinzika mwaka jana, amekaa baada miaka mitatu i, lakini amekufa. Ule ugonjwa ni mkorofi sana. Mzee Rashidi Marapanje kwa sasa anatujuza, hana kazi ya kufanya, kulingana na hali yake anashindwa kufika baadhi ya maeneo, hivyo anaomba msaada kwa yeyote atakayeguswa kumsaidia. Ombi lake kubwa ni kupata sehemu ya kulala, lakini pia mtaji ili afanye biashara. Mzee Rashidi, neno lako la mwisho kwa mtazamaji anayekutazama na kipi ambacho anahitaji kusaidiwa na namba yako ya simu? Mimi bwana, wote atauguswa

mbaya mtakaoweza kukusaidia, sifuri sita nane mbili arobaini na tano hamsini na tano sitini. Hiyo hapo mtazamaji, tumetoka kumsikiliza mzee Rashidi Marapanje, kiukweli anahuzunisha, na kama kweli umeguswa na stori ya baba huyu, inaweza kumsaidia chochote kitu lakini kitu ambacho nakiomba yeye haswa ni kuomba sehemu ya kulala, yaani sehemu ya kwenda kupumzisha mwili wake nyakati akiwa amechoka. Mimi ni Sabitina Ali, nyuma ya kamera yupo Gervas Machaku, asante.